Mkusanyiko wa sumu nyingi mwilini kwenye figo, ini na kwenye damu hupelekea mwili kushindwa kutengeneza homoni zake, mfano homoni za estrogen, progesterone kwa mwanamke na testosterone kwa mwanaume. Hali kama hii inaweza ikapelekea hali ya ku shindwa kupata hamu ya tendo la ndoa lakini pia kadri ini linavyoshindwa kuchuja sumu zake au kushindwa kuchuja sumu za mwili, inapelekea hali ya uchovu wa mara kwa mara, mwili kukosa nguvu, hata ukilala, unapoamka, unaamka unakosa nguvu, na hali kama hii inapelekea uh, mfumo wa uzazi au homoni za uzazi zinakuwa chini na kusababisha kukosa hamu ya tendo la ndoa kwa mwanaume, kupelekea uume kusimama ukiwa legelege. Lakini pia kwa mwanamke, unashindwa kutengeneza zile tishu za ukeni, na mwisho wa siku unakuta wewe na mwenza wako hampati hamu ya kushiriki tendo la ndoa, ndio maana unashauriwa kutumia tiba ya C24/7, ili kuweza kusafisha mwili wako, kutoa sumu kwenye viungo mbalimbali vya mwili, kutoa sumu kwenye ini, kuimarisha uzalishaji wa homoni mwanamke kwa mwanaume, ili kupata hamu ya tendo la ndoa, kuepuka uchovu wa mara kwa mara na kurudisha mwili wako katika utendaji kazi wa kawaida. Kwa hiyo tunaendelea na challenge yetu kwa siku ya pili kwa ajili ya kusafisha mwili na kuepuka tatizo la kukosa hamu ya tendo la ndoa nakuta familia mnamaliza siku wiki kadhaa bila kushiriki uh, tendo la ndoa kwa sababu mnachoka na mili haiko sawa. Nimemeza C24/7 ndio hii hapa, C24/7 na Trosetico. Ni siku ya pili ya challenge yetu katika zile siku thelathini za kutoa sumu mwilini. Kama utahitaji tiba hii, hakikisha unasoma caption kujua faida zake, na komenti neno niunge kujiunga na grupu letu la mafunzo bure.